Amen, Bwana Yesu asifiwe. Ni asubuhi njema, namshukuru Mungu amenipigania na amenishindania usiku mzima nikitumai popote pale mlipo pia mmeamka salama. Ni neema yake Mwenyezi Mungu imetutosha kuona asubuhi ya leo. Wacha tuamini na tuombe kwa ajili ya kusoma neno la Mungu. Baba, ninalinua jina lako, ninachukuza jina lako mwema katika maisha yangu, ninakusifu, ninakuinua, nina ninakutukuza ninakutukuza. Mfalme, keti penye kiti chako cha enzi. Mwenyezi Mungu ulinipatia neno lako. Jehova, nitakapoenda kulifafanua kwa watoto wako, nitumie kama chombo, yasitoke kwangu maneno, bali yatoke kwako, neema yako ikanitoshe. E Mwenyezi Mungu Baba, asante maana waweza waa. Jina lako litukuzwe na linuliwe. Asante maana wewe na watosha, katika jina letu sana kwa mimi, amen. Bwana asifiwe. Hiki kitabu cha Hosea 3 mstari wa kwanza kinazungumzia juu ya Hosea. Tunaona ya kwamba Hosea alikuwa ni mcha Mungu, ni, alikuwa ni mtoto wa Mungu. Lakini mke wake alitoka nje ya ndoa. Alipokuwa na mwanamke, huyu mke wake alitoka nje ya ndoa. Alipotoka nje ya ndoa, Hosea akofurahia. Lakini Mungu alimwendea Hosea akamwambia ya kwamba Hosea, enda mpaka kwa mke wako umpe upendo tena. Hata kama akuna mwanaume mwingine nje, lakini enda ukampe upendo mwingine tena. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona ya kwamba Mungu alimwambia Hosea ya kwamba mbona, mimi wana wa Israeli wananitenda dhambi mpaka wanaabudu miungu, lakini mimi ninawasamehe. Enda kwa mke wako umwombe msamaha, yaani umpatie upendo tena. Bwana Yesu asifiwe tunaona ya kwamba Hosea alisikia yale maneno Mungu aliyomwambia akatoka hapo akaenda mpaka kwa mke wake Hali, alinunua vitu vya dhahabu akampelekea mke wake ili kumwonyesha tena upendo wanaweza sifiwe. Asisiwe e, kama sisi wanadamu wa kawaida, ili neno linatufundisha nini? Ya mkini kuna marafiki ambao tulikuwa nao zamani awa marafiki tulikuwa tunaenda nao kanisani, tunafanya kazi ya Mungu pamoja, tulikuwa tukiketi, tulikuwa tunaimba pamoja, tulikuwa tunasoma neno la Mungu pamoja, tulikuwa tukifanya kazi ya Mungu pamoja, bila kusita, bila mwingine kuenda. Lakini hawa marafiki zetu, kuna wengine wametawanyika, wameenda kufanya las, rose, wameenda kufanya fanya mambo ya anasa. Bwana Yesu asifiwe! Wengine wamesema wame ya kwamba sisi hata tumechoka kufanya hii kazi ya Mungu, sisi hata tumechoka kufanya hii kazi ya Mungu. Lakini leo hii neno la Mungu linasema ya kwamba Mungu alipomwendea Hosea akamwambia aende ampende mke wake kwa mara nyingine, Hosea hakukataa kuenda kumpenda mke wake, alienda akamununulia vitu ili kwamba mke wake afurahie. Nasi tunaona ya kwamba sisi kwa kuwa sisi marafiki zetu ambao tulikuwa tuna tunafanya kazi pamoja kwa neno lake Mwenyezi Mungu tunamfanyia Mungu kazi, leo hii wametawanyika, hawapo tena wameenda wamefurahishwa, wametendezwa na mambo ya ulimwengu, wameenda kufanya mambo ya hanasa, wameenda kufanya mambo ambayo hayastahili Mungu. Alafu sisi tumekasirika, kwa kuwa wenyewe wamefanya hivyo. Mbona tukasirike eti wanafanya hivyo, na tulikuwa tunakaa na wao pamoja? Sasa kwa vile Hosea alimnunulia mke wake vitu vya taabu sisi tuko na vitu vya dhahabu ambazo tunaweza tukawanunulia hawa marafiki zetu, ili waweze kurejea kwa Mungu tena. Na hivi vitu vya dhahabu, hatuna pesa za kununua, lakini ni neno lake Mwenyezi Mungu. Tutakapoomba, tutakapoomba tukiwa, tutawarejesha hawa marafiki zetu, maana wamependezwa na raha za dunia, shetani amewateka wameenda kufanya kazi ambayo haistahili wamependa lasa dunia wamependa anasa ambayo haijamtendeza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema ya kwamba Mungu alimwambia Hosea ya kwamba ni mbona mimi wa, wana wa Israeli wanabudu miungu wamegeukia kuabudu miungu, lakini mimi nimewasamehe, na tunaona ya kwamba Hosea e, e, alienda akamsamea mke wake na akampatia upendo mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tuombe kwa ajili ya hawa wenzetu ambao tulikuwa tunafanya kazi ya Mungu pamoja, maana kuna siku tulikuwa tuki, tukiomba pamoja, kuna siku tulikuwa tukifurahia nao, maana unaona, hata kwa binadamu wa kawaida, mtu anapooa mwanamke, ule upendo anakaa nao ule upendo no, wanakaa nao wanakaa, wanakula meza moja, wanatembea pamoja, wanakaa wakifanya mambo kwa pamoja. Lakini mwanamke anatoka nje ya ndoa ama mwanamume anatoka nje ya ndoa, tunaona ya kwamba vile huyu mtu anasikia vibaya, huyu mwenye hajatoka nje ya ndoa anasikia vibaya. Mungu aliangalia kwamba Hosea amekasirika kwa ajili ya mke wake kutoka nje ya ndoa lakini akamwambia aende, umpende mke wako tena, umpee upendo mwingine tena, hata kama kuna mwanamume mwingine nje. Bwana Yesu asifiwe asubuhi ya leo. Ninawaomba wa, wa, waomba wapendwa wa Mungu, marafiki zetu tuliokuwa tunakula neno la Mungu meza moja marafiki zetu tuliokuwa tunawaombea watu ati wanapona, marafiki zetu ambao tulikuwa tunatoa injili mpaka Mungu anasikika, mpaka watu wanasema e, hawa sasa ndio wamekuja wakuhubiri Injili, watu walikuwa wanatusikiliza kwa ajili ya so, marafiki zetu. Lakini marafiki zetu wamepotoka, wameacha njia zake Mwenyezi Mungu. Tusikae kwenye vikao kwa ajili ya kuwazungumzia hawa marafiki zetu tusikae kwenye mabaraza kwa ajili ya kuwazungumzia hawa marafiki zetu. ya kufanya ni kumrudia Mungu. Tuombe kwa ajili ya hawa marafiki zetu maana maombi yetu tu ndio zile vitu za dhahabu tunaweza tukawanunulia, lakini hatuna uwezo wa kununua hizo vitu za dhahabu, ila tuenende kwenye miguuni pa Mungu, tupiga magoti, tuombe kwa ajili ya hawa marafiki zetu ambao wamepotea, ambao wamepotelea dhambini. Wengine ingawati hata walienda kukunywa pombe, wengine wameenda kwenye kufanya usinzi, wengine wameenda, wamependa pesa za dunia, raha za dunia, lakini mwenyezi Mungu ana ya kwamba wacha turudi tuwapatie marafiki zetu upendo mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Inga wache wametoka kwenye njia zake, wacha turudi tuwasamee na tuwapatie upendo mwingine. Bwana Yesu asifiwe. asubuhi ya leo, wacha tuwapende marafiki zetu wale ambao wametoka kwenye wokovu, wameacha njia zake Mwenyezi Mungu, wameenda kufanya mambo ya stahili lakini Yesu anasema ya kwamba cinzi wana wa Israeli waligeuka na kuabudu miungu, yeye aliwasamehe. Kisha walikuwa wanafanya yote, mwenyezi Mungu aliwasamee tuwasamehe wale wote ambao wametoka kwenye mikono yetu Neza ya mkini unaweza ukapata ya kwamba hawa marafiki zetu walipotoka kwenye mikono yetu, walipotoka kwenye wokovu mali tulikuwa tunapotupa pamoja, walitoka huko nje, wakawa wanatuongea vibaya, wakawa wanatunenea mabaya, wakawa wanaongea ambayo yastahili kumpendeza Mungu kwa ajili yetu ambao sisi tunaendelea na wokovu. Mungu ata tunaomba Mungu atuweze atu, kuwasamehe maana hawajui wanaloitenda. Tunaona ya kwamba huyu mwanamke alipotoka nje ya ndoa ndiye alienda kumwambia huyu mwanaume mwingine, ni alikuwa tunajua, alikuwa anamwambia tu ubaya wa huyu mwanaume wake, tulikuwa tunajua tu alikuwa anamwongea ubaya wa Hosea. Lakini tusiongee ubaya wa wale wote ambao wametukosea, wacha tu, tuombe Mungu, Mungu aweze kuwasamea na Mungu aweze kuwarejesha. Hivyo maombi yetu ndio yatafanya wale wa, wafanye nini, wabadilike. Bwana Yesu asifiwa. Tunapoomba kwa imani, tukimshirikisha Mungu kwa ajili ya waa marafiki zetu ambao wamepotea, Mungu ataweza kuwasamee na kuwarejesha. Tuwaende tua, tuenende ili tuweze tuwaombea zaidi na zaidi, tupige magoti chini. Tusiache kuombe eti kwamba walikuwa na marafiki zetu sasa wanaenda, tuwaajilie. Hapana. Tuweke upendo, tuwe na upendo wa kuwaombea. Maana kuna wengine huwezi ukaenda kuambia kwamba hivi unavyofanya hivi ni vibaya, lakini tutakapoenda kuomba, tutakapowaombea Mungu atasikia na atawabadilisha, atabadilisha mienendo yao, kama vile wale wana wa Israeli walipokuwa wakiabudu miungu, lakini Mungu alikuwa anawasamehe, walikuwa wanarejea na Mungu anawasamehe. Hivyo tuwapende wenzetu wale ambao wametoka kwenye wakovu, tusiwakalie kwenye vikao, tusiwaongee vibaya, ila tuwaombee Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe asubuhi ya leo. Hiyo ndiyo neno, maana ninaamini ya kwamba kama nimeongea ambayo sijaongea vizuri, kama kuna mwingine tena pia anawezaongezea kutoka hapo, anawezaongezea lakini ninaamini ya kwamba mimi tafsiri yangu ni hilo, na wacha tu tuwakumbuke, tuwa wale wote ambao tulikuwa nao katika wokovu na wametoka nji, wametuacha wameenda kufanya mambo ambayo yamsaii na yampendezi Mungu. Mubarikiwe na muwe na siku njema yenye baraka, yenye amani na upendo. Nawapenda kila mtu na upendo wa Yesu. Wacha Mungu wa mbinguni akawabariki. Amina, amina.